Kole, iso, sana. Kwa majina ninaitwa Pastor Melinda napatikana uh, hapa Tandale kwa Mtogole. Kanisa naitwa Anointed Church. Saizi ni kibomu cha saya neema. Karibuni kwenye kibomu cha saya neema. Kibomu chetu cha leo kinasema usimnyanyase dada wa kazi anayekusaidia nyumbani kwako. Usimnyanyase dada wa kazi ambaye Haleluya, Hallelujah. Uh, tutaenda kusoma kitabu cha Wafilipi mbili tatu. Inasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amwesabie mwenzake kuwa bora kuliko mwingine. Haleluya, usifanye kitu ambacho wewe upendi kufanywa ukamfanyia mtu. Bwana Yesu asifiwe Amen. Usipende kumfanyia mtu kitu ambacho unaona kwako sio kizuri, lakini kwa mwingine unaona anastahili. Watu wengi wa sasa hivi wamekuwa wakiwachukuliwa wadada kazi, kwa sababu ni mfanyakazi, basi yeye ni mfanyakazi mdada, anaweza akavuja chombo, akamgombeza na mwingine akampiga kabisa. Lakini mtoto wake akaja akaharibu kile chombo, wala asifanye chochote, akanyamaza kili. Haleluya, haleluya Moja kuna watu wa dada wanaogopa, akirudi nyumbani tu, wakifika nyumbani, anasema sasa mama huyo au baba huyo karudi, anashindwa kufanya kazi yoyote, anashindwa kufanya chochote kile. Haleluya. Dada wa kazi, kama ana uwezo wa kukaa nyumbani kwako, wakati wewe upo, wakati wewe upo na ana uwezo wa kufanya kitu chochote kile, okana hvizoi dada usipompa nafasi, usipompenda, usipomheshimisha, ndiyo anaweza kukugeuka na akaweka chochote kile. Akati wewe upo unamwachia mtoto wako dada, unamwachia nyumba dada, alafu ukirudi unampa manyanyaso ukirudi. Watu nakuta mtu anaweka chakula, ngoja kwanza mimi nile, au pakwai cha cha kwetu. Dada anakaa kule poni kanisani, amlete kwenda kwenye matembezi, amlete yeye nyumbani tu. Dada wakazi unatakiwa utriti kama unavyojipenda wewe, kama unavyompenda jirani yako. Kama unavyompenda mwanao, especially kwa wewe ambaye dada anakulelea mtoto wako. Be very careful. Lazima uwe na akili nyingi kwa yule dada. Unapofanya kinyume ni majanga. Ni majanga. Sema kama nina uwezo wa kuacha watoto wangu, kwa nini nifunge chumba changu na wakati watoto wangu niwapamani kushinda viligogoko katika chumba changu? Manake nini? Manake amemwamini yule dada, ameweka uaminifu, anakaa naye kama ndugu yake. Wewe baba, wewe mama, unaunyanyasa msichana wa kazi na kumuona kwamba yeye astahili, acha Ujui nani atakusaidia. Unaweza ukadondoka ukaumwa, ni yeye ndo anaweza kukuokota, ni yeye anaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tuwapende wadada wa kazi, tuwachukulie kama watu wengine. Hiyo ni moja ya kazi. Mimi nawaheshimu sana wadada wa kazi, sana nawaheshimu wadada wa kazi, kwa maana nilikuwa Uingereza, nakumbuka nilishafanya kazi ya ndani, kwa hiyo Usimnyanyase mdada wa kazi, kuona yeye astahili hata. Kuna wakati mbariki, ongeza mshahara, siku ya Krismasi eh, siku ya sikukuu mpe cha kubariki. Acha kumnyanyasa mdada wa kazi, iko ni kibomu cha sala yao.